Brother, sikiliza. Ukiwa na mke wako ndani ya nyumba, ukiwa na mke wako ndani ya nyumba, fanya unavyofanya lakini mwanamke asikuzidi kwa upande wa utafutaji. Brother, narudia tena. Ukiwa na mke wako ndani ya nyumba, bidiika sana asikushinde kiutafutaji. Bro, mwanamke wako mke wako hakikuzidi ki utafutaji. Brother, madharau yatazidi mno, yatakuwa yata kiwango cha juu. Inatakiwa mwanaume upambane, usimtegemee mwanamke uliomwoa. Ah, sijaribu sana kuvuka mipaka ya, ku, ya utafutaji. Bro, chakarika pambana. Hmm? Ukitaka kuoneshwa unyonge katika ndoa Bro, hmm, mwanamke akuzidi kihela. Ndugu yangu, unavyo fanya unavyofanya vyote, pinduka, fanya kile unachofanya, lakini mahitaji ndani ya nyumba huwe unayatekeleza wewe, si mwanamke uliyemuoa. Usiwe jaribu hicho kitu ndugu yangu. Ukitaka heshima iendelee kwenye mahusiano ya ndoa, wewe na yeye, jaribu sana hicho kitu.